Hatari ya maradhi ya mlipuko na visa vingi vya kijamii pamoja na mdororo wa uchumi ni jinamizi linalogonga hodi hapa Katare kutokana na kukosa mtandao huduma ya maji safi na salama. Mamia ya familia vijijini humu ungoja sandakarawe ya mvua ndipo wajiongee kwenye madimbwi kupata angalau matone ya maji na kunusuru familia zao. Mheshimiwa Rais, tunakuomba, mama yetu utusaidie utupe maji kwa sababu maji huku yanatutesa sana. Maji tunachota yale yanayotuama kwenye vidimbwi, tunateseka na maji. Alituahidi maji, kwa sababu hatujayaona mpaka wa leo. Ni madimbwi yanakakisha kauka, kwa hiyo tunakuwa tuna shida, tunayafata mbali zaidi ya hapo Maktaba inaonyesha hapa upo mradi mkubwa tu uliobuniwa na mamlaka kuwekeza fedha nyingi, lakini mzabuni amekuwa akichukua fedha na kuingia mitini, hali inayozusha wasiwasi wa ubadhilifu kwa watendaji wa wizara husika. Huyo injinia alafu akatukimbia, aliacha ta kituo chetu cha afya ambacho mwanzoni kilikuwa ni ni zahanati ya Buganguzi. Saa hizi tumebarikiwa kinaitwa kituo cha afya Buganguzi na maana hata ukija pale hamna hata maji. Naomba hilo kujaribu kuliangalia mheshimiwa, na wakandarasi wanapofika saiti hawaonekani wanakimbia. Hasa hapo Mheshimiwa Waziri, hatuwezi kujua tatizo linalowafanya wakandarasi wakimbie. Ninachokiomba ni kupatiwa maji, tujue huu mradi wa maji unakamilika lini. Rekodi za vikao vya baraza la madiwani zinamtaja kaimu meneja wa wakala wa usambazaji maji vijijini RUWASA Muhandisi Gresheni Muhigi alikiri kuwa mzabuni ametimka bila kukamilisha mradi, huku akiwajaza tumaini kubwa hadi Machi mwaka huu mradi ungekuwa umekamilikaimaafimweziwa kumi na, na, na, na, na, na, na, na malipo

Mradi ulijaribu kuwa na nguvu katika mwaka wa 2022 na 2023. Tulipofika kwenye mwezi Juni mwaka 2023 mradi ukawa umekwama na mkandarasi ambaye alikuwa makao yake yako Dar es Salaam akawa ametoweka. Hii ni athari kubwa katika kipindi hiki cha chaguzi, tusipoweza kupata huo mradi unaweza ukaleta athari kwetu sisi viongozi wetu kwe, kama diwani mbunge. Mradi ukikamilika Buganguzi itakuwa imeenda vizuri katika shughuli ya miradi ambayo, mkakati wa miradi ambayo tunayo, miradi mitatu ambayo ni huo mradi wa maji, ujenzi wa kituo cha afya pamoja na kuboresha shule ya msingi madi. Mheshimiwa Waziri wetu wa maji, tatizo hili naomba lisukume kwenda kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba sisi wanabuganguzi tuna tatizo la maji. Tunashindwa sisi kama viongozi wa chama tutaeleza nini juu ya maji? Wananchi tunaingia katika uchaguzi, ni kilio ambacho unasimama jukwani unashindwa la kuongea, wakati miaka mitatu hatujapata maji. Mradi huu wa maji Buganguzi almaarufu kijiji Katare unajengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni mbili na endapo utakamilika utanufaisha wananchi zaidi ya elfu kumi na mbili katika kata hiyo na vijiji vya kata za jirani. Wananchi hawa wameelekeza ujumbe wao kwa Wizara ya Maji nchini kufanya hima kukamilisha mradi huu ili kunusuru majanga ya kiafya na kuongeza ufanisi kwenye mifumo ya uzalishaji mali. Kutoka hapa katika kijiji cha Katare, kata ya Buganguzi, wilaya ya Muleba, mkoani Kagera, ambapo wananchi katika kijiji hiki wameelekeza kilio chao kwa serikali kuweza kutatulia changamoto ya maji ambayo imekuwa ikiwa kabili kwa muda mrefu . Jina langu Zena Shaban, Clouds TV, Buganguzi, Muleba Kagera